Hello, habari leo. Nataka nikuonyeshe njia sahihi na nzuri ya kusevu namba za simu ili zisipotee milele na milele, yaani ipo hivi, ukisevu namba za simu kwa njia hii ambayo nitakuelekeza leo, hata ukipoteza laini za simu au laini za simu zimeharibika, namba zako zitakuwa zipo salama au labda simu yako imeharibika au umepoteza simu na laini pia, lakini namba zako lazima utazikuta zipo salama na majina yake, jinsi ulivyoyasevu mwanzo. Hebu tuenda pamoja, tuone ni njia gani hiyo makini ambayo unaweza ukasevu namba za simu na haziwezi zikapotea. Hebu tuenda pamoja. Nenda kwenye ile sehemu ya kuandikia namba za simu kama inavyoonekana hapa, kisha andika namba ya simu hapa. Natoa mfano jinsi ya kusevu hiyo namba. Mfano wa namba yangu ni hii hapa, ambayo nimeandika. Hii ni namba ya simu basi namba yangu ya simu hii nitakuja kuklik kidoti kidude chapa ambacho kimeandikwa create new contacts, yaani inamaanisha hapa, baada ya kuandika namba ya simu kisha utakliki hapo juu ili usevu namba ya simu. Nisikilize mpaka mwisho, usirukeruke video, hautaelewa. Baada ya kukliki sehemu hiyo kuna sehemu ya kuandika jina hapo. Sasa, we hapo usiandika jina. Kliki sehemu hii hapa. Umeiona hiyo sehemu ya kamshale kalichoelekea chini? Bila shaka umekaona. Ukishabonyeza hapo, kuna sehemu za kuchagua. Utachagua sasa wewe unataka kusevu namba yako ya simu ko njia gani? Sisi tutachagua, tutasevu kwa njia ya email. Maana yake tutasevu hapa, umione mara ya kwanza ilikuwa inatuambia tu tusevu kwa laini ya Airtel. Sasa u tukisevu kwa laini ya Airtel, laini hata ikipotea maana yake na namba zitakuwa zimesha lala hiyo, yani namba zenyewe zitakuwa zimeshapotea, lakini tukisevu kwa njia hii ambayo nakuambia mimi hazitapotea. Sasa utakliki hapo ya yani hapa kisha utaandika jina lako hapa taandika jina la hiyo mtu ambao unataka kumsave namba yake simu. Kama hapa mimi jinsi nilivyoandika jina lake ni hili, kisha mtabonyeza hapa save. Mpaka hapo tayari tumeshamsave msevu, jina lake ni hilo hapo. Sumiona jinsi ilivyo rahisi. Sasa nakumbusha, inatakiwa ujue password za email ya namba ambazo unatakiwa uone zisave. Ndo hicho tu cha kukumbuka. Ukikumbuka tu email ya hizo, ya hizo email zako, namaanisha password ya email zako au barua pepe zako ambazo huwa utakuwa unatumia ku save namba za simu. Hata namba zikae miaka kumi, lazima utazikuta zina majina vile vile, hata kama laini utakuwa umezipoteza. Kwa hiyo namba zako utakuwa ulikuja zisave kwa laini ulikuwa umezisave kwa email, hata kama umepoteza simu utahamisha tu email kwa simu mpya, kisha namba zitajiupdate zenyewe, zitakuja na majina uliosave mwanzoni kabisa. Basi leo tayari leo tumejifunza njia rahisi kabisa ya kusevu namba za simu kwa njia ya email. Ukisevu namba kwa njia ya email hazitapotea milele milele, na hata ukipoteza simu au umepoteza laini ya simu, namba zako zitakuwa ziko safe, yaani zitakuwa ziko salama kabisa. Basi nakutakia siku njema, endelea kufuatilia channel hii ya Shayia TV.